Tu, tu, tu, bon, nge, nge, tubonge na Amri Mwingwa Tanzania bara na visiwani ni kwa Kiswahili, kwa Kiingereza utasemaje? Island. Island. Uh -huh. Unaona, kama unakuja kuja Tanzania bara na visiwani kwa Kiingereza Island, Island ushapiga huku kule. uh -huh. Country. Country. Country. Hebu brainstorm kidogo, kama inakuja kuja Tanzania bara na visiwani. Island country. Island country. <laughs> Kwani, kwani, kwani bara, tunasemaje? Bara. Yeah. Region. Region. Yeah. <laughs> kama unakuja kuja sema unatoka. Hebu jaribu tena. Island umepatia. Kule mainland tunasemaje? Mainland. Mainland and Island. Pamoja sana. <laughs> Mwanangu kaua sana.